Kuwa na amani mama, nisubiri nikamwite mchungaji aje kutatulia shida zako. E hey, Mungu naomba umsaidie mwanangu, maana haya yote yaliyomtokea kama ya binadamu au ni uwezo wako, sisi hatuna nguvu Eh, wewe Baba ndo tunakuomba. Wewe ndo takayamaliza haya, eh Baba. Na kuomba. Naomba msaidie. Kuwa na subira, anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Baba mchungaji, haji lako la uso linanionyesha matatizo yote uliokuwa nayo na shida nyingi ambazo unazopitia, lakini umekuja sehemu sahihi. Kwa jina la Yesu, matatizo yako yote yanakwenda kuisha. Baba mchungaji, ni kweli, yaani nina matatizo nikijaza gunia sio moja, yani yatajaa mengi tu. Mimi nina mgonjwa, yaani mtoto wangu anaumwa, kichaa si kichaa, wazimu si wazimu, yani hapa nimeshamaliza waganga na waganguzi, na ndio maana leo nimekuja kwako kwa hapa baba. Naomba kabisa unisaidie baba, kama kweli umeaona matatizo yangu. Biblia inasema Mungu ndiye aliumba viumbe vyote vya duniani, lakini baadhi ya viumbe vinataka kuwa vikubwa zaidi ya Mwenyezi Mungu. Mama umerogwa tena wewe, pamoja na mtoto wako, lakini umefika sehemu za hii, yanakwenda kusha matatizo yako yote kwa jina la Yesu. Baba, nitashukuru sana itapo mwanangu atakuwa mzima kama zamani, katika jina la Yesu. Vitu vyote vilivyoingia katika familia yako naviteketeza kabisa. Fire, fire! Shaka babababakalo kwa jina la Yesu, toka vitu vyote vinamhusu huyu mama na mtoto wake kwa jina la Yesu! Moto moto, fire, fire! Toka mama, nakwenda kukupa maji ya baraka ambaye atakupa uzima wewe na mwanao. Hakikisha kama ninavyokwambia, utamwaga nyumba mzima pembeni, pia mengine utamnausha mwanao katika paji la uso. Kwa jina la Yesu, matatizo yote yanakwenda kuisha. Mama, kuwa na amani. Kuna watu walikuja na matatizo ya kwako kwa madogo, lakini baba mchungaji aliwasaidia. Huyu ni mchungaji, Clemence Mwandambo. Yuko vizuri sana. Mama, hayo maji ninayokupa inaenda kuponya mwanao na kumaliza shida zenu zote, ila hakikisha baada ya kupona mwanao unarudi tena kwa ajili ya sadaka ili waendelee waamini wengine kupata hiyo huduma ya maji na kuponya, ili waendelee kumtumikia Bwana, lakini pia na wengine waendelee kutatuliwa matatizo yao kupitia hayo maji ya uzima. Kwa hilo babangu, ondoa shaka. Nyumbani nina kiasi kama laki tano, nitaleta kanisani kwako ili mradi hiyo pesa itumike kama sadaka, yanunuliwe maji mengine ili wapone watu wengine ambao wana matatizo kama ya kwetu. Unaweza ukaenda. No, okay, mama. No, no. Sasa ndo umefanya nini hmm? Kwa nini umetoa maji bila hela? Wewe una uhakika yule mama atarudi? Atarudi. Mimi mi mtoto wa mjini mimi najua nachokifanya. Mimi kazi sijaanza leo, wacha tutengeneze pesa, so kijipesa pesa. Yule mama unavomuona, yule yule mama ana mirathi mingi ameachiwa na marehemu wake. Umeona vokuwa analopoka pale, ile ni akili. Unataka pesa au unataka pale pete nyingi? Nataka pesa, tufanye kazi na kazi ndio hii. Mi, yule mama anatupa hela nyingi. Nanaa, ina maana huyu mama wako mpaka sahivi pia hajarudi hata? hmm. sijui maana mi nilivyomkuta baba kwenye liile mama pia alikuwepo hapa na alikuwa akimshangaa baba. Kwa hiyo baba alipotaka kuanza kukimbia, nami nikawa nimekuja kule kuwapa taarifa. Habari za saizi? Salama. Hao, ulikuwa wapi mwenzetu? Nilikuwa nimekimbiza mume wangu Paka kule asa akawa amenipotea, ndo nikaamua tu kurudi nyumbani. Ah, mi niko ndani. Norat, kusema ukweli, nashindwa kuzizuia hisia zangu, naomba unipe nafasi. Mungu wangu, hivi hicho unachokiongea unajisikia? lakini najisikia na hichi ambacho nachokisema kinatoka kwenye kiini cha moyo wangu. Sio siri Nurati, nakupenda sana. Naomba unikubalie. Kwa hiyo we hauoni hata hiyo hali ya kakaangu? Yani kwenye kipindi kigumu kama hiki unaleta mada kama hiyo kweli? Sasa hayo ni mapenzi gani? Kwa mfano hali ya kakaako, kusema ukweli naiona lakini pizi naomba nikubalie, mradi na mimi nisimame kama mmoja wa familia yenu. Lakini na kitu kingine, maisha ya mahusiano haijalishi mnakutana vipi au sehemu gani. Kuna wengine wanakutana kwenye misiba, lakini sio hivyo tu, wengine wanakutana madisko huko, na mwisho wa picha wanakuja kuwa mke na mume. Kwa hiyo haya matatizo ya kaka yako kwa upande wetu tuyafanye kama kuwa fursa. Mi naamini kila kitu kitakuja kuwa sawa

Nimemkuta baba kule, babana naduladula kama mtu ambaye anaakili timamu. Chija nini Jena machibia, umemwona baba wangu? Nimemwona kule kama Kachege, yupo bondeni, anaduladula tu, ila tukienda cha hivi hatuwezi kumkuta tena eneo hilo kwa sababu alikuwa nadurula sata. Niambie rafiki yangu Chija, nini nini kimemkuta baba? Najua changamoto najopitia rafiki yangu Jena. Mpaka yote amemkuta baba, yote ni changamoto yako, lazima kukabidhi. Lakini mimi nakukumbusha tu, hata maandiko yanasema aaalauba kama mini, hakika Mungu ndio mtoa hukumu. Mungu ndiye anaamua afanye kipi na ache kipi. Kwa hiyo mimi nakushauri tu, kama nafsi yangu, changamoto unayopitia mkabidhi Mungu na Mungu atakujibia na baba atakuwatawa, mwenye umenielewa. Lakini kwa nini mimi? Kwa nini kila siku? Kwa nini? Kwa nini mimi? Nimechoka majimia. Kwa nini mimi? Zena, Karibu sana wifi. Asante, lakini kuna kitu naona kiko sawa hapa kwa hali hii na nayoyasikia mtaani, naona kabisa nawandana. Ni mambo gani hayo ambayo umesikia mtaani? Nasikia watu wanasema kwa shemeji yangu amekuwa kichaa, nikaona kuja kuuliza ni kweli? wala sio uwongo mdogo. ni kweli kabisa. baba amekuwa chizi Sasa ni ipi sababu ya yeye kuwa kwenye hali kama hiyo? <laughs> Yaani kwa kweli mimi mwenyewe sina kitu chochote kile ambacho nakielewa. Yaani leo siku nzima tunashinda tunamtafuta kakaukana bila mafanikio yoyote, na mke wake kama unavyomuona, yupo kimya tu, hajibu chochote. Kwa hiyo unaumia kwa sababu ya shemeji kuwa chizi? unadhani hata ana cha kujibu hapo? Okay, kuna kitu na kihisi, na nina uhakika ni cha kweli. Ngoja tuendelee tujue wapi panapokuja. Umeniitaje? Mbona umenifunga hivi? Nini kimetokea? Siniambia, umepona mume wangu? Mbona sikuelewi, kwani mi nilikuwa na umwa Ndiyo, ulikuwa kichaa. Ndio maana tumekufunga funga. Yaani, usa kuniambia kwamba mimi nilikuwa kichaa? Kwa hiyo mmenikuta wapi? Ina maana nilikuwa nakimbia ovyo ndo mpaka mmenifunga? Mungu wangu, hebu nifungue mke wangu

hiyo unamaanisha mimi nilikuwa nimechanganyikiwa, ndiyo mume wangu. Ah kweli, nimeumbuka mtani, mbiyo, mbiyo, ukonji, watu, watu, watu, watu, mimi ndio wakupita mtaani mbio mbio mpaka mnanifunga kamba hii sifezea. Sasa hata nikitoka huko nje watu wote watajua mimi ni kichaa ehe. Ni siku ngapi niko mundani na nimefungwa hivi? Tuachane na hayo mume wangu cha kumshukuru hapa ni Mungu tu kwa sababu uko salama. ni kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Hebu naomba tuombe kwanza. Ewe Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, ewe Mungu wa Musa, Mungu wa Adamu na Eva, asante Mungu wangu kwa kuniponya tena. Pia mbariki sana mke wangu Sara, ni mvumilivu umenifanya mimi kama Ibrahimu mke wangu kuvumilia kwa hali yote niliyokuwa nayo Mungu, kama unavyotuponya basi utubariki na kutupa mtoto, mimi pamoja na mke wangu tusifike makamo ya uzeeni ndio ukatupa mtoto. Mungu niponye kwa mtu yote ambaye ananiroga. Mungu isaidie familia yangu, msaidie mke wangu, tudumishe upendo wetu, tusisalitiane, tupendane. Mungu wangu mimi mwanao tano nakuomba sana Baba, niwe timamu, nieleweke kwa watu, katika jina lako nikiomba na kutukuza, amen. Amen. Amen. Nakupenda. <laughs> Nurati. Nurati. Abe. ebu njoo Kakako ipo wapi? wifi alimfungulia na anaonekana amepona kabisa Nini? alimfungua? ebu nitie wewe wifi ui yako pona vipi? Hakuna siku ulioniuzi kama leo umenikwaza, mama mkwe wangu. Kwa nini unafanya mambo bila kunishirikisha eh? Una mfunguwaje mwanangu bila kuniambia? Nisamee mama Yeni. uluma wangu makamba tulivo mfungafunga makamba vipi? lakini amepona. Wewe nimpigie simu yake? Ninayo mimi, wala usijisumbue kupiga. Ila tu, kuna kitu nataka kuambia. Nilienda kwa mchungaji, nimepata maji haya, kwa hiyo hapa hata sina wasiwasi. Wewe endelea kufanya kazi zako. Mimi nilijua lazima muone huruma, sababu yule ni mume wako eh? Kwa hiyo wewe nenda kaendelea na kazi zako, mimi ninasubiri jibu nikimwona anarudi hapa mchana kuja kula basi najua kweli mwandabo yuko vizuri <laughs> haya mama basi mimi niko nikaendelea na kazi haya mama mbona nakuona una habari mpya tena una furaha kiasi hicho kwani imekuwaje mwanangu furaha yangu ni kubwa sana wakati tulipoachana pale kwa mganga, yaani kwanza yule mganga alinitibua kabisa. Maana nilimuona Kizigo yule, sio mganga, umeona? Yule tapeli, na yule ndio alimshinikiza Kizigo ili amloge mwanangu, alafu mimi niingie pale. Hapana, nilichanganyikiwa sana, ile nawaacha, yaani akili zangu hazikuwa sawa, naongea barabara mzima. Ndipo nikakutana na huyo msichana, akaniangalia tu akasema, mama tatizo lako litapona tukenda kwa mchungaji huyo. Mchungaji anaitwa Clementi Mwanda. Akanipeleka basi ile mwanangu anatoka tu ile, baba akaniangalia paji langu la uso, yani kuniangalia tu amejua matatizo yote yanayenihusu mimi katika familia yangu. Cha kwanza mimi mwenyewe pia nimerogwa, nimerogwa, nimechanganyikiwa hapa nilipo tena Bora ya mwanangu anaeleweka, mimi ndo wa ndani kwa ndani sasa. Nilivyo na huyu mchungaji, ana maono sana, nikaona hapana. Sadaka yangu ni ile laki tano ambayo nimechukua jana kule kwenye nini, ile zile flames. Naitaka ile hela, uende nyumbani ukailete, ili tukapeleke kanisani. Mama, ile hela siyakwenda kusakafia kaburi. Nini? Walisema kuenda juku, sakafia makaburi acho lile kachola, umesikia? Sk wanamaanisha aliyokwenda amekwenda. Sasa hata tukiweka juu ku tukisakafia, tukaweka marumaru, yeye anajua kwamba mimi nimeweka marumaru hapa. Watu wanajua kwamba tano ndio mwenda wazimu, macho ya watu wote wanajua kwamba mwanangu mimi kichaa, eh? ila wanasema tu baba yake kafariki kwisha. Ile pesa lazima iende kanisani ili